Miongoni mwa majukumu ya kamati hiyo inayoongozwa na Profesa Elizabeth Bukusi ni kufanya uchunguzi huru na wakina kuhusiana na huduma za upandikizaji viungo usiozingatia vigezo vilivyowekwa katika vituo mbalimbali mbali vya afya humu nchini ikiwemo hospitali ya Mediheal inayokabiliwa na madai ya kuhusika na sakata ya upandikizaji figo kwa njia haramu. These

Kamati hiyo pia itaratibu sera, sheria na mwongozo wa kitaasisi zitakazoongoza huduma za upandikizaji viungo humu nchini na kutambua mianya yoyote iliyopo. This is about a professional investigation. Aidha, itakagua mifumo inayosimamia utaratibu wa upandikizaji viungo katika hospitali husika. We will observe the highest levels of ethics, professionalism in the, in the execution of this mandate that you have given us. Kamati hiyo inatarajia kukamilisha shughuli hiyo katika muda wa miezi mitatu ijayo na kuwasilisha ripoti na mapendekezo ya kina kuhusu mbinu za kushughulikia mianya itakayotambuliwa na visa vya ukosefu wa maadili ya kitaaluma na uhalifu. na sio kwari darubini wikendi